Focus yako iko wapi? Unaangalia nini? Angalia mtu mmoja anaitwa Peter. Alimwona Yesu anakuja anatembea juu ya maji akamwambia Bwana, kama ni wewe, si niruhusu na mimi nitembee juu ya maji. Yesu alimwambia Peter: shida ni hiyo tu, njoo nifuate. Petro akaanza kwenda. Focus yako wamtumaini yao Bwana. Wanaotizama Bwana, wanaomwangalia Bwana kama hawawezi kutikisha Petro. alipoondoa focus yake kwa Yesu akaanza kuangalia Utaanza kuzama, utaanza kuzama. Na mimi sitaki uzame, mtu wa Mungu. Yesu amekupa tumaini, Yesu amekupa uwezo wa kuyashinda yote. Petro angeendelea kumtizama, Yesu angetembea kwa mguu mpaka mahali Yesu alipo. Lakini jamaa alipoona hivi, kweli natembea? Haya ni maji au ni ardhi? Haya ni maji au ni nchi kavu? Akasema, si kweli natembea juu ya maji. Jamaa akasema, oh, mbona mawimbi ya bahari. Akamwambia, inuka mwanangu, maana niko pamoja na wewe. Utakapopita kwenye changamoto, hata kama ukaondoa fokasi yako kwa Yesu, lakini kwenye changamoto hizo hizo ukimwita Yesu anakushika mkono, anakunyanyua na kukuweka mahali palipo salama. Haleluya, haleluya, haleluya! Anaheri mtu yule ambaye Bwana nitumainia, umatumainia nini mtu Usiondoe focus yako kwa Yesu, endelea kumtazama, kisha na yeye anakuambia njoo, njoo mwanangu, tembea njoo. Anapokuambia njoo, anakuita uende mahali pa utimilifu wake, anakuita usogee mahali pa ukamilifu wake. Maandiko akisema hata sisi sote tutakapokuwa na kusikia chemo cheo na utimilifu wa Kristo, hata tutakapomjua sana mwana wa Mungu. Anapokuita mwanangu, njoo, anasema usiangalia anayokuzuia njoo kusikie mahali au ukamilifu wangu, anakuita Kristo, anakuita.